Umezabuni nini? Pera. Unakuta msiba umetokea. Umekufa sasa au jamaa amekufa. Alikuwa na uwezo. Badala ya watu kulia msiba wanapishana kutafuta hati za nyumba ziko wapi? Anaingia chumbani, hati hizo ziko wapi zipi? Hati za brada ziko wapi zipi za kwako? Ampiwa nani, anajikakamua wewe hapa hati zitaondoka. Anajikakamua za broda tafuta hati za nini? Sani, sani mlikuwa mko ku kujenga nyumba? Bana sana. Ah. Yeah? <laughs> Ukisha kufa, ukisha kufa, watu hawafikiri wanajua huyu tayari kwa heri. Chakufanya ni kuangalia kilicho chetu tumeenda msibani kule kama. Kwa yule kijana. Tumefika kule. Begi la nguo tena nguo nguo zenyewe maskini alikuwa hana nini. Begi la nguo alipa chifu. Chifu. God have mercy. Alia chuakiia Aa, ndugu ameshindwa yaani kuelewana kwamba nani anachukua hizi nguo. Ameitwa chief. Hizi nguo tumesema hakuna wa kugusa, zilindwe. Mchungaji tunaomba tuangazie hizi nguo, una habari nazo?